Hii tunakuomba mheshimiwa Jessica, kama Mwenyezi Mungu atakupa ridhaa, naomba Jessica uweze kuchukua fomu, uweze kutusaidia katika mkalama yetu. Maana nimekiona kitu ambacho unacho matendo yako ya huruma ndio yananishawishi mimi CCM. Mama, naomba utusaidie, naomba tunataka kuandamane tukachukua fomu kwa ajili yako, tutakuchangia sisi wakina mama. Mama ye, kwanza mimi binafsi kipekee nampenda sana maana miradi anayeifanya ni miradi ya utekelezaji. Anapenda watu abagui mtu, anapenda vilema maendeleo. Nina uhakika kama Jesika David Kishoa atagombea na awe mbunge, Ukalama itapanda sana. Hivyo ta wasaidizi wangu Hosea Hamisi na Chazi, hamkunitonya kwamba kuna kitu hichi kitafanyika, kita kwenye mkutano. Nyie ni wasaliti wa kijiji, nimekuja ofisini kwako hujaniambia. Ndugu yangu mimi nakutana hapa na ombi ambalo kwa kweli ni ombi zito, ni ombi zito. Sasa naomba niwaambie kitu kuhusiana na ombi hili. Mko tayari? Mko tayari kusikia? Niseme au nisiseme? Niseme au nisiseme? Waone mlivyotulia kusikia nasema yeah. Sawa. So, sasa iko hivi ndugu zangu, wana Mkalama, kuhusiana na swala la kuniomba kugombea jimbo la Iramba Mashariki wilaya ya Mkalama, naomba niwaambie ifa kama ifuatavyo. Mimi ninajua mmenipa jukumu zito sana. Ubunge sio kitu rahisi, hasa kama una dhamira ya dhati ya kutumikia wananchi. Sio jukumu jepesi, mnanipa jukumu zito. Nyinyi mmenizaa, mmenilea na mpaka niko hapa. Nataka niwahakikishia ya kwamba nimepokea ujumbe wenu, nimeuelewa vizuri, na ninawahakikishia akiswahili la wananchi kutoka Mkalama, ninakwenda ninakwenda kuchukua fomu na, na kugombea jimbo la Iramba Mashariki. Anasema gombea, anasema gombea. Kuna mtu hapa ananong'eleza, anasema umesema utagombea, lakini kwa chama gani? Ilsoa peke yake au wote? Wote mnataka niseme hapa hapa, nipasua jipu? yeah! Nyie wakorofi! yeah, yeah. Niseme, <notoriety> inakwenda kugombea jimbo la Iramba Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi.